Idadi ya vifo kutokana na tetemeko kubwa la ardhi lililotokea katikati mwa Myanmar imeongezeka hadi watu 144 huku takriban watu 732 wakiripotiwa kujeruhiwa kwa mujibu wa kiongozi wa kijeshi wa nchi hiyo Min Aung Hlaing. Tetemeko hilo la Ijumaa linatajwa kuwa kubwa zaidi kuwahi kuikumba Myanmar tangu mwaka 1946. Kulingana na takwimu zilizotolewa na kiongozi huyo, watu 96 walifariki dunia katika mji mkuu Naypyidaw, 18 katika mji wa Sagaing na 30 huko Mandalay. Kwa upande wa majeruhi 132, walikuwa Naypyidaw na 300 Sagaing, huku tathmini ikiendelea katika maeneo mengine. Katika nchi jirani ya Thailand, watu watatu wamethibitishwa kufariki dunia baada ya jengo refu linalojengwa kuporomoka jijini Bangkok. Jeshi la Thailand limethibitisha kuwa majengo mengi yaliyoharibiwa yalikuwa bado katika ujenzi. Majira ya saa 11 jioni kwa saa za Thailand, Waziri Mkuu wa Thailand alifanya mkutano wa dharura na maafisa wa serikali na viongozi wa jeshi ili kupanga hatua za dharura. Kituo cha jeshi cha misaada ya maafa kimeagizwa kupeleka wanajeshi, vifaa vya misaada na vikosi vya matibabu kwenye maeneo yaliyoathirika uharibifu katika mfumo wa usafiri wa umma nchini humo pia unakaguliwa kabla ya kurejesha huduma kamili wanasayansi wanasema hili ni tetemeko kubwa zaidi kuikumba Myanmar tangu mwaka 1946 likiwa na ukubwa wa 7.7 tetemeko la mwisho la ukubwa wa zaidi ya 7.0 lilitokea mwaka 1991